Kwa Prince Dube analala na kutoa mpira nje. Abdul Nasir haya zuzua azole mpira nano guso ka kichwa kwenye nafasi. Akaunti ya mabao inafunguliwa dakika ya saba na bigman Mohamed Damaro Kamara anawaita kati Mashujaa mapema tu ndani ya dakika 15 za kwanza, wananchi wanaitumia vyema nafasi hiyo. Zungushwa kona, ile kichwa mparazo, kile kimeatwa na Dickson Job. Ana dive Mohamed damaro kuweka mpira kwenye net kama anazama kwenye swimming pool. Damaro kichwa cha kuchumpa. Yanga moja Mashujaa sifuri. Max Nzengeli Meruko, ule mpira kwa juka buya, juka buya, Juka buya oga, sijui kama na ugomvi na Eric Jehola sijui ana nini ambacho alitaka kukifanya. Ameua kwa shuti kali, mnaduka buya, kabuya, tazama dameran ya Prince Dube juu, kabuya kwa mguu wa kulia, inapigwa bum shakalaka, mpila mbao, nakwenda kuokoa kuandika bao la pili kwa wananchi, shangwe la wananchi lipo katika kilele cha ubora wao. Anaingia maxzengeli ananyanyua ule mpira kwenye nafasi hiki, bwana Shomari pako msusu. Ah! ah! Pedro mpira unaweza kupokelewa namna ile na ukapigwa kwa uharaka. Maxi Nzengeli kazi nzuri. Kibwana kaseti ule mpira. Akauseti tena. Ukapigwa na Paco mzuzu wa Pedo. Yanga wanajiliya pweza gizani. Hana miba. Bao la tatu. Ikiwa ni anavusha mpira mrefu ule, imefika mpira kwa Juka Buya, bado faida ipo kwa Yanga. Prince Dube, mama Chande kwa Yanga, ametafuta mno na sasa ameipata. Ilipigwa pasi ndefu ile kutoka chini kabisa, dukabuya oga akausafirisha mpira ambao mudafi Yahya, aliusukuma kwenye njia na Prince Dube kwa mguu wake wa kushoto, anamwacha Johola akigaagaa tu. Yanga nne ma nayanyuliwa mpira kwenye nafasi sasa, anaondoka Aurelio urelio ndeku, urelio kwa nje, Mudati anayeomba anapewa, mashabiki wameimba, bado moja na moja limepatikana sasa, anapiga si Mudathi. Haya basi, pasi kutoka chini kabisa Ameibia pembeni ureni yodepu, akaitoa kwa Mudathir Yahya ambaye anakwenda kupresi ule mpira. Bao la tano! Kazi ipo. Alan Okelo Okelo Mudathiri Yahya amecheza fao. AbduNasir Mohamed passe mbali kato na Mudathiri Yahya kaenda kumsukuma Urelio a Mudathiri Yahya ala Nokelo ameucheza mpila mana kwenda kweka kwenye kamba karibu sana katika ligi kuu ya NBC. Ameifanya kazi yake ya kwanza, mpira ambao ulipigwa ule na Okelo. Ukimtazama Aurelio alikuwa onside wakati mpira unatoka kwa Okelo, second ball anakwenda kuimalizia.